Karibu tena kwenye Asensio Vitambaa TV, mahali ambapo tunakuletea ubora wa vitambaa kwa undani, utulivu na upendo. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli yetu, usisahau kubonyeza subscribe na kuwasha kengele, ili usipitwe na uzuri wa vitambaa tunavyowaletea kila wiki. Leo nataka nikushushe kwenye ulimwengu wa kitambaa ambacho hakipiti muda, kitambaa ambacho kimekwepo kwa maelfu ya miaka na bado kinaendelea kupendwa dunia nzima, nacho ni linen. Linen hutengenezwa kutokana na mmea wa flax ambao unatoa nyuzi zenye nguvu, ubora, wa uwezo wa kupitisha hewa kwa kiwango cha juu sana. Kwa kifupi, ni kitambaa kinachokuja na na sifa tatu kuu: ni imara, ni kichafahari, na ni rafiki kwa ngozi, hata kwenye joto kali. Ndiyo maana watu wengi hulichagua kwa mashati ya kupendeza, magauni ya kipekee, suruali abaya nyepesi, mavazi ya kifahari na hata mashuka ya nyumbani. Linen lina uwezo wa kutoa mwonekano wa premium hata bila ya kupambwa sana. Na sasa ngoja nikupeleke kwenye baadhi ya rangi tulizo nazo kwenye mkusanyiko wetu wa linen hapa Asensio Vitambaa. Kila rangi hapa ina hadithi yake, ina hisia zake, na inaweza kubadilisha kabisa mwonekano wa vazi lako. Off white. Off white ni rangi ya usafi, utulivu na mwonekano wa kupendeza bila kupiga kelele. Ukiwa na linen ya off-white unaweza kutengeneza vazi la kasho na la, la kazini au la sherehe bila kupendeza heshima yake. Hii ni rangi rahisi kuvaliwa na mtu yoyote wakati wowote. Goldi. Hii ni rangi anayetaka ang'ae. Goldi kwenye linen inaonekana kama mchanganyiko wa asili na kifahari. Inatoa mwanga, inavutia macho na inapendeza sana kwenye magauni ya hafla, top za ubunifu au mapazia yanayotaka kuonyesha hadhi ya nyumba. Nude. Nude ni rangi ya upole, ni rangi inayopenya taratibu na kukaa na kila mtu kila. Maana yake ukiwa na vazi la nude linen unaonekana mtulivu, lakini bado kisasa sana. Unaweza kuivaa kwenye siku ya kadhi au matembezi ya kawaida na bado unaonekana umepanga mambo yako yote. Pink. Pink ni rangi ya furaha na upole katika linen. Pink huonyesha wema, uzuri na mwanga wa rangi laini inafaa sana kutengeneza magauni ya kupendeza, mashati ya wanawake na hata nguo za watoto. Rose, hii ni rangi inayokaa katikati ya pink na maruni. Rose linen huleta hisia ya mapenzi yenye mvuto. Ni rangi inayovutia sana kwa watu wazima wanaotafuta rangi tamu lakini iliyokomaa. Inapendeza kwa magauni, kimono au hata sketi mtindo ofisini. Brown. Brown ni rangi ya dunia, rangi ya utulivu na asili. Linen ya brown inawafaa sana wanaopenda rangi zenye tabia ya kudumu, rangi ambazo hazichoshi kwa macho. Ni nzuri kwa suruali, mashati ya wanaume na mavazi ya casual ambayo unataka yawe ya mwonekano wa smart but relaxed. Sky blue. Na hapa tunayo rangi ya sky blue ambayo ni kama hewa safi ya asubuhi . Rangi hii katika linen inatoa mwonekano wa utulivu, ubaridi na usafi. Inapendeza sana kwa mashati, gauni au seti za kukaa nyumbani. Inapumua, inatuliza na ni rahisi kutengeneza vazi la aina lolote. Kama umezipenda rangi hizi, basi ujue kwamba hii ni sehemu tu ya kile tulichonacho hapa Asensio Vitambaa. Tuna rangi zaidi, ubora wa hali ya juu na huduma nzuri kwa wateja wetu wote. Tembelea duka letu au wasiliana nasi kupitia namba na link zilizopo kwenye maelezo ya video hii. Usisahau kulike comment, share na kusubscribe, ili tuendelee kukuletea vitambaa vizuri kila wiki. Asante kwa kutazama Asensio Vitambaa TV. Kwenye ubora hatuchezi.